Saif d'or TV Saif d'or TV, safisha itikadi yako, usikose kulike video hii kusubscribe na kubonyeza kwenye kengele. Saif d'or TV ni channel yako tukufu, channel pendelevu kila siku mara kwa mara huwa inakuletea mada mbalimbali ambazo mada hizo za kujuza na kujulisha misimamo yanayostahiki na yasiyofaa katika dini yetu hii ya Kiislamu. Hakikisha umefanya mambo haya kabla ya kutazama video hii: bonyeza subscribe, bonyeza kengele ili uwe wa mwanzo kuwa nafuata mambo yetu kila wakati. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

E, kawaida yetu kuleta mada mbalimbali za amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yani kuamrisha mema na kukataza mabaya, sawa na sawana alivyotuusia Mwenyezi Mungu katika suratu Al-Imran ya kwamba kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Katika aya nyingine, akatuusia, akatuambia kwamba, kuntum, akasema, waltakum minkum ummatun yadiuna ila lkhairi wayaamuruna bilmaarufi wayanhauna an lmunkar. Aya ya kwanza akasema ya kwamba nii ni umma bora, kwa sababu gani? Kuliko nyumati zote, kwa sababu gani? Kwa sababu tun tunaamrishana mema na kukatazana mabaya, na tunamwamini Allah. Akasema kwenye aya nyingine ya kwamba lazima pawe kundi, umma ambao kazi yake itakuwa ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema kana raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman, akasema ya kwamba atakayeona jambo baya lafanyika basi aliondoe kwa mkono wake, na kama atashindwa alizungumze, na kama atashindwa kuliondoa kwa ulimi wake basi anyamaze kwenye moyo wake, na hiyo ni udhaifu wa imani. Sasa sisi, tumeshajiweka katika watu ambao hawako katika wadhaifu wa imani, kwa maana tuko tayari kuweza kuzungumza endapo kutahitajika kuweza kuzungumza. Na katika kuzunguka mitandaoni, najua utashangaa kuona vipi leo tumeleta mada ambayo inamzungumza mtu ambaye pengine ulikuwa utarajii kama utaweza kumzungumzia ambaye ni mtu ambaye anafanya e, miziki ana, anaimba miziki ni mwimbaji wa muziki ama mwimbaji wa bongo muziki za bongo flavor hizo, eh, anaitwa kwa jina la Diamond Platnumz, ama kwa jina lingine maarufu Nasibu eh, Dangote, vya hivyo jamaa huyu naam, kama msanii alikuja al, baada ya kulinganiwa na mashekhe sijui na Waislamu kwamba anahitajika kuweza kuoa na akawa amejikubalisha kwamba ataoa. Sasa tulipokuwa tukizunguka kwenye mitandao, tukaenda kuanguka kwenye mtandao wa Sheikh mmoja ambaye kasimamia ndoa yake mtu kamana huyu, inawezekana alifanya ndoa siku za karibuni hapa, siku za usoni zilizopita. Sasa hiyo ndoa aliyoifanya, ndio tunakuja tuweze kuibainisha, je, ilifungwa katika hali nzuri ya kisheria ama vipi? Kwa sababu tulivyoona E, aliyesimamia aliyekuwa kama vile wali wa ndoa ni shekhe, shekhe Walid, amesimamia ndoa, ndoa kamana hii, na tulivyoona kwenye video kama tutakuonesha hapa mbele, na wewe pia uweze kushuhudia pamoja na sisi, kisha tuje tuchambue yale ambayo tuliyaona ya kheri, tuyabainishe tuya na yale ambayo tuliyaona ya shari tuyabainishe pia inshaallahu taala. Kwa hiyo kabla tujaendelea

Ndugu zangu Islam, nadhani mmetizama video hii vizuri na mmetizama mkapata faida katika kutizama. Naam, mimi siko kwenye mambo ya haya ya kidunia ya kufuatilia sijui nini na nini mambo ya, ya, ya kutafuta sijui machawa na nini au machawa wabaki huko huko na uchawa wao, lakini sisi tunakuja tufate mambo ya dini yasichezewe katika hali, hali kama na hiyo. Naam. Uh, ukitizama vizuri shekhe, shekhe, shekhe wa mkoa Dar es Salaam ama shekhe Walidi. Lakini sisi tulijiuliza ki, ki, swali la kwanza je, yule binti aliyeolewa baba yake anaitwa shekhe Walid, je, shekhe Walidi ndo baba yake? Ni swali ya kwanza ambayo tumejiuliza naam. Tulivouliziaulizia watu ambao pengine wanawajua jua hapo Dar es Salaam tukaulizauliza uliza, tujue wakatuambia kwamba la hasha, sio baba yake Sheikh Walid, sio baba yake na ule msichana ama binti ambaye aliolewa na kijana Diamond mm. Kwa hiyo tukawa tumeshangaa tukasema basi haina shida. Tulipotizama kwenye vitabu, tukaona ndiyo ana haki kama vile Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam kama kiongozi wa Waislamu hapo e, ana, ana haki ya kuweza ku ingia kwenye masala ya alwakalatu wakalatu fi laqdi. Hayo masala yako mepesi, mtu aweza kuwakilishwa, pengine e, baba mzazi wa binti hayupo ama yupo akawakilisha e, shekhe wa mkoo kama vile kiongozi wa Uislamu kuweza kusimamia hiyo ndoa, ni jambo ambalo liko jaiz katika sheria yetu ya Kiislamu, lakini kwa mkataba, ndio inaitwa wakala. Mkataba huo ni wakala wa kukuweka wewe kuwa wakili. Kwa hiyo ile jambo ni jambo ambalo lafaa katika Uislamu wakala. Naam, tukamwona Sheikh Walidi pale, wameshikana mikono na kijana Diamond, alafu wanamwambia baadhi ya maneno ambayo ni ya ufungaji wa ndoa. Hapo ndo kuna utata. Sasa tulipomuona wanashikana mikono, ndugu zangu Islam, nifateni kwa faida, tulipomwona wanashikana mikono yeye pamoja na azauju azauju wa wakili uliwalii tulivyomwona, mme na wakili wa wali ama ambaye yuko pale kama wali pale kwenye hiyo ndoa, wanashikana mikono, kisha anaanza kusoma e, masala, anaanza kusema masala ya, ya ufungaji wa ndoa. Hapo ndio kumekuja utata kidogo inshallah. Kwa sababu gani? Kwa sababu huo mfumo tuliona sehemu nyingi sana, tumeona sehemu nyingi sana Waislamu duniani nzima, tizama hata mifano mbalimbali mbali ya picha ambazo nazileta pale za Waislamu duniani ambao wanashikana mikono mpaka wengine kuchamsha zaidi wanatia kitambaa cheupe juu ya katika hali ya e, mme bwana harusi na wali wake wanashikana mikono katika kufunga ndoa e, wanashikana mikono hivyo, kisha wanasoma khutbatun nikah au khutbatul haja, wanaitia pale anatia mkono pale, shekhe mmoja miongoni mwa mashekhe au ule ule wali anaanza kusoma khutbatul haja pale. Huu ndo mfumo ambao tunauona dunia nzima, nisimseme tu kijana Diamond peke yake, bali hata mimi imenifikia siku ya ndoa yangu, Allah nisamehe, kutokana na hali kama hiyo, kwa sababu nilikuwa ni katika hali ya ujinga. Nimefanya hivyo kwenye ndoa yangu, nikawa na mimi nashikana na wali wa ndoa hivyo, alafu shehe mmoja anakuja anatia mkono wake juu pale watatu, anasoma ee, khutbatul haja. Je, hii ni katika sheria kufanya hivyo? Tunakwambia kwamba la hasha, wakalla laisa maathur. Hakuna sheria yoyote ile, hakuna athar yoyote ile ambayo yaonesha ya kwamba katika kufunga ndoa ama kufungisha ndoa lazima wanandoa ama bwana harusi amshike wali wake, wafanye musoafahatu filiqdi wafanye washikane mikono hivi kisha ndo wafungishe ndoa. Hakuna athari yoyote hiyo wala hakuna hadithi yoyote hiyo inayozungumza jambo zima kama na hilo, bali hiyo ni uzushi na ni bidaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume hajafundisha, masohaba wake hawajafundisha, wala hata karne bora haijafundisha, wala hata maimamu wane wa madhehebu hawajafundisha haya. Kwa sababu gani? tuna kitabu hapa cha maimamu wa madhehebu ambacho ndio hichi hapa, kama unavyokiona kinaitwa Sahihu Fiqh Sunna wa Adillatuhu wa Tawdihu Madhahibil Aimmati. Ndio hichi kitabu hapa, unakiona tumekizunguka sehemu zote, hasatan sehemu ya wanapozungumzia ya masala ya ndoa, tumezunguka tumefungua hapa, hatujaona sehemu yoyote wanatuambia kwamba e, almusafahatu yani wanazungumzia ya, e, swiratul iqdi, eti kaifia ya kuweza kufungisha ndoa ama namna ya kufungisha ndoa ama sharti za ndoa, hatujaona sehemu wanasema almusafahatu fil iqdi yani kushikana kwa watu bwana harusi na, na wali wake katika kufungisha ndoa, haipo katika fikhi hii ya madhehebu nne ya maimamu wetu, Imamu Ahmad Ibnu Hambal, Imamu Shafii, tunaenda tunarudia Imamu Maliki hadi kufikia kwa Imamu Abu Hanifa mpaka kwenda zaidi mbali kwenye karne bora za masohaba na matabi, matabi tabiina masohaba mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatujaona jambo kama na hili bali, acha tuache mitume, bali hata mitume pia hawajafungisha ndoa kwa kushikana mikono. Nabi Shuaib anampatia nabi Musa mke, alimwambia nini? Alimwambia kwamba inni uridu an, unkiha, an unkihaka ihda benataya hataini ala an taajurani thamania hijaj fa in atmamta ashra, fa min indika Akamwambia kwamba mimi nataka nikuozeshe mmoja katika hawa mabinti wangu wawili, lakini kwa sharti unichungie mbuzi miaka minane. Ukieneza kumi, basi hiyo ni sadaka yako, lakini mimi nahitaji tu miaka minane. Kisha mwisho, alimwambia nini? Alipoeneza hiyo miaka minane, alimpatia mke ambaye, kama susahau, anaitwa eh, Swafura. Hawa ndo manabii. Tukitizama hata wakina nabii nabii Lut Alipojiwa na wale wanaume ambao walikuwa wanapenda kuwaingilia wanaume wenzao. Aliwaambia nini? Katika kuwafungisha ndoa, "Ula ibanat hunna atuharu lakum wanawake wale wachukueni ni tohara kwenu." Sasa kama ingelikuwa kweli kuna ili jambo la ikdun nikahi tungeliona kwa manabii na kama tusingeliona kwa manabii basi kwa mtume wetu ambaye ndiyo kiigizo bora tungeliona kwenye kitabu cha fikihi hatujaona hilo jambo. Tukafungua kitabu kingine cha fikihi. Tunatizama kitabu kinaitwa Sharhul Mumti ala Zadil Mustaqni, hichi hapa pia. Tunazunguka sehemu zote, hatujapata hiyo masala. Tumefungua vitabu vingi vya fiqh, hatujapata hiyo masala. Tumefungua hadi Minhajul Muslim, hichi kitabu hapa, Minhajul Muslim, tukaja kufika kwenye peji yake ya, ya mia tatu sabini na tatu ambayo inasema ya kwamba siratul ikdi, yani namna ya kuweza kufungisha ndoa. Sikiliza, si wanasema hapa, hiya kaulu zauji, ni kauli ya mme mwenye kuoa, au wakilihi au ya wakili wake, fil ikdi, katika ufungaji wa ndoa, ni ile kauli yake ya kusema hivi: zawijni ibnataka, niozeshe mimi ana, yani bwana harusi ama e, bwana mwenye kuoa, mwanaume mwenye kuoa anamwambia walii wake ya kwamba zawijni ibnataka, niozeshe mimi binti wako, au wasiyataka fulanatun, au uniozeshe mimi kama ni kwa wakili wasia wako, yule ambaye umepewa wasia wa kuweza kufungisha ndoa yake binti fulani, niozeshe niozeshe, naye unamtaja jina yule binti. Baada ya kumtaja, wa qaulul wali, na kauli sasa ya walii sasa atasema hivi wali naye, ndo swira hii wali naye atasema ya kwamba laqad zawajtuka au ankahtuka ibnata, ibnatai fulana, nimekuozesha binti wangu fulani. Kisha baada ya kusema hivi kwa wali kwamba nimekuozesha yule binti wangu fulani, atasema pia yule mume ambaye anayepewa anayepewa mke ya kwamba waqaulu zauji atasema kauli ya mme ni kwamba qabiltu nakubali, ziwajaha min nafsi, nakubali kumuoa kwa nafsi yangu bila mkazo. Baada ya hapa, tayari swira ya kufungisha ndoa inakuwa imekwisha. Tizama hata kwenye kitabu hapa, na kuwekea na wewe uione, inshallah hapa hapa kwenye, kwenye runinga ili uweze kujua ya kwamba hiyo e, jambo nzima hakuna sehemu wanaandika kwamba washikane mikono baba mkwe na na mme ambaye ni bwana harusi washikane mikono filiqdi hakuna jambo kama na hilo, bali tumezunguka kwenye fatawa mbalimbali, tukaenda kuanguka kwenye fatawa ya Sheikh mkuu bwana mkubwa Ibn Baz eh, Abdul Aziz ibn Abdullah Ibn Baz, amezungumza katika fatawa yake ya kwamba jambo la kumuswafahatu fi liqdi kushikamana kushikana mikono baina ya wali na mme bwana harusi, kushikana mikono katika kufungisha ndoa ni jambo ambalo laisa lahu lahu, lahu, athar, halina athari yoyote hiyo, bali bid'atun, bali ni uzushi maneno ya Sheikh Ibn Baz ndo haya hapa unayaona hapa kwenye kwenye runinga anakanusha kabisa, anasema hili jambo ni bid'a. Sasa tumemwona Sheikh Walidi, she mkuu, she wa mkoa ya Dar es Salaam, amefungisha ndoa kijana Diamond wakishikana mkono. Hii sunna wameitoa wapi? Na hii ni challenge, sio tu challenge, bali na wachallenge mashehe wa dunia nzima Leteni dalili ya kujuzisha kushikana ambayo ilikuja kuleta sheria mashru'iyatu e, e, muswafahati fi ikdhi nikahi, na itaka hiyo dalili katika sheria ya Kiislamu mumeitoa wapi? Kama siyo uzushi, ni bid'a. Kwa hiyo kutokana na hiyo tulipendelea tuweze kuamrisha mema na kuwakataza mabaya, na ndio maana tumekuletea mada kama na hii ili uweze kujua na kutanabahika, tuache bidaa kama hizi. Sio peke yenu dar salama, mnafanya haya hapa. Bukavu kwetu Kongo yanafanyika haya ambayo tunawaambieni, bali sehemu zote duniani, sehemu zote, tulivyokuwa tukitizama video mbalimbali tumeyaona hayo, insha Allahu taala. kwa hiyo tumalizie hapo, ilikuwa ni wasia wetu, tuachane na mambo ya bidaa, uzushi wa kushikana mikono kwenye ikdu nikahi ama kwenye kufunga ndoa, insha Allahu ta'ala.